Leo katika elimu na maarifa tutajifunza namna ya kufikia uhuru wa kifedha. Katika kujifunza namna ya kufikia uhuru wa kifedha, hapa nitakupatia hatua saba za kufikia uhuru wa kifedha. Kikubwa kabisa, usikane na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho kama nilivyokuambia kwamba atakupatia hatua saba za kufikia uhuru wa kifedha. Kwanza inabidi uelewe kwamba uhuru wa kifedha ni nini? Uhuru wa kifedha ni ni ile hali ya kuwa na fedha nyingi na kuishi unavyotaka mwenyewe. Maana yake kwamba kama utakuwa na shida na kitu fulani, unahakika wa kutumia ama kutatua tatizo lako bila hata kuhangaika. Hiyo ni kutokana kwamba unakuwa tayari huko na uhuru wa kifedha, lakini pia kuna jinsi ya kufikia uhuru huo wa kifedha. Ili uweze kufikia uhuru wa kifedha unatakiwa kuwa na vyanzo vya mapato ama biashara ambazo inaweza kufanyika bila hata wewe mwenyewe kuwapo katika eneo hilo la biashara, yani hata kama usipokuwapo ndani ya mwaka mzima biashara yako itafanyika na kipato kitaingia cha kutosha kabisa. Hapo ndipo tunaposema kwamba unakuwa na uhuru wa kifedha. Kama nilivyokuambia kwamba nitakupatia hatua saba za kufikia uhuru wa kifedha. Hatua ya kwanza kabisa ni Utegemezi ama tegemezi. Hapa katika hatua hii, mtu anakuwa tegemezi ama anaishi kwa kutegemea mtu mwingine ili aweze kutatua shida yake ama jambo lake. Mfano mzuri ni mwanamke mwanamke ambaye hana kazi ama hana sehemu ya kuingezia kipato ama ajipati kipato chochote kutoka katika biashara yake, eh, anategemea mume wake aweze kumpatia fedha ili kusudi aweze kutatua jambo lake ama kutatua shida yake. Bila mume wake kumpatia fedha, ni ngumu yeye kuweza kutatua jambo lake, na hao wanawake wapo wengi. Kwa maana leo, kama hatakuwa ana sehemu yoyote ama chanzo chochote kile cha kumuingezia kipato, ni ngumu yeye kupata pesa tofauti na kumuomba mume wake lakini pia kuna watoto ambao watoto si kwamba ni watoto wadogo, unakuta ni kijana mkubwa ambaye kimwangalia kabisa kuna uwezekano mkubwa kabisa wa yeye kuwa na kazi, kijana anakuwa anategemea aweze kupata fedha kutoka kwa mzazi. Hiyo ni hali ya utegemezi eh, kama nilivyokuambia kwamba hatua hii ya, ya utegemezi kila mtu huipitia hii hatua ya kwanza ya utegemezi. Lakini katika hatua hizi zote utaweza kuangalia, je, wewe umeweza kufikia hatua gani au paka sasa hivi uko hatua gani? Namba mbili, kujiweza. Kwenye kujiweza, unategemea kipato, lakini kipato chako kinakuwa hakijitoshelezi, maana ya kwamba wewe unaweka wa kutatua jambo lako, lakini pesa unayoipata ni ndogo, haiwezi kukidhi mahitaji yako. Ili uweze kukidhi mahitaji yako, lazima uweze kuingia mkopo, maana kwamba unaishi kwa kutegemea mkopo. Kwa hiyo utakao kuwa umepata mkopo, ndipo unaweza kutatua jambo lako ama shida yako, kisha utafanya kazi ya kuweza kulipa deni, yaani unajitosheleza, lakini kipato chako ni kidogo kuliko mahitaji yako. Mahitaji yako ni makubwa, inawezekana kipato chako ni laki mbili, lakini shida ndio kukabili ni ya laki saba. Kwa hiyo laki mbili haiwezi kutatua ile shida, maana ni kwamba inakubidi ukope ili uweze kutatua nini shida yako. Namba tatu, hatua ya utulivu ama utulivu. Hapa kipato chako kinaanza kuwa kikubwa, yaani kipato kinaanza kukua unaanza kuwa na kipato kikubwa. Hapa ndo mtu anaanzisha nini? Anaanzisha ama anaanza kuweka nini? Akiba kwa ajili ya siku zijazo ama kwa siku za baadaye, ili aweze kufanya maendeleo yake. Unapofikia hatua hii ya tatu, ndipo mtu anakuwa anaanza kuweka akiba ili siku zijazo aweze kufanya nini? Jambo lake. Na ukiangalia katika hatua hii ya kwanza ya pili ya tatu utaona kuna tofauti mkubwa kabisa. Hatua ya kwanza ni tegemezi, na hatua ya pili ni kujiweza, na hatua ya tatu ni utulivu. Katika hali ya utulivu, mahitaji yako tayari mtu ameshaanza kuweka akiba kwa ajili ya siku zijazo. Maana kwamba tayari pesa anayoipata ni nyingi, mahitaji yake ni madogo. Ndio maana anaanza kuweka nini? Akiba. Kwa hiyo unapokuwa unatengeneza pesa nyingi zaidi ya mahitaji yako, utakuwa unaweka akiba kwa ajili ya siku zijazo. Namba nne, ulinzi. Hapa mtu anakuwa ameshaweka akiba na awazi sana kuhusu chochote kinachoweza kutokea mbele yake, na anakuwa na uwezo wa kukitatua. Utakubaliana na mimi kuna baadhi ya watu ambao wanakuambia kwamba pesa kwao si shida. Hiyo ni kutokana kwamba tayari pesa yake amekwisha kuiwekea ulinzi amekwisha kuweka akiba ya kutosha, eh, ambayo anaweza kutatua jambo lake bila hata ya kuangaika eh? Maana yake ni kwamba mtu huyu ambaye ameweka ulinzi aliweza kuzingatia ili aweze kuwa na pesa ama kusevu pesa yake vizuri, kwa kuepuka matumizi yasiyokuwa ya lazima, kwa sababu bila kuepuka matumizi yasiyokuwa ya lazima ni ngumu kuweza kusevu pesa na kuweza kufikia hatua hii ambayo ni hatua ya ine, hatua ya ulinzi na ukiangalia hatua hizi zote zina utofauti mkubwa sana. Kwa hiyo kama umekwisha kuanza masuala ya utafutaji lazima uweze kujitathmini mwenyewe kwamba je, mpaka sasa hivi uko katika hatua gani? Je, uko hatua ya kwanza ambayo ni hatua ya tegemezi ama utegemezi? Je, uko hatua ya pili ambayo ni hatua ya kujiweza ama uko hatua ya tatu ambayo ni hatua ya utulivu? Au uko hatua ya nne ambayo ni hatua ya ulinzi. Baada ya kugundua lazima uendelee kuchukua nini? Hatua ili kusudi uweze kumiliki fedha ya kutosheleza mahitaji yako na uweze kuwa na uhuru wa kifedha. Namba tano, kujitegemea. Hapa ni kwamba pesa ulionayo ama pesa uliyoweza kuweka akiba ni pesa ambayo imeweza kukuzalishia pesa nyingine. Yaani kwamba ni kwa maana kwamba pesa ambayo umezalisha wewe ambayo pesa umekuwa ukisave au umekuwa ukiweka akiba kwa ajili ya siku zijazo. Pesa hiyo ya akiba umeweza kuanzishia biashara nyingine, na biashara ambayo umeanza kuanzishia, maana kwamba bado na yeye unaenda kuweka nini akiba, ili kuweka biashara nyingine. Na ndio maana nakwambia kwamba hatua hii ya tano ni hatua ya kujitegemea, ambayo hatua hii ni kwamba pesa ulionayo ya akiba imeweza kukuzalishia. Yani umechukua pesa ile ambayo uko ukiweka akiba na kuanzisha biashara nyingine au kupanua wigo wako wa kibiashara, na kujikuta biashara yako inazidi kuwa siku baada ya siku. Hatua ya sita ni mapato yameanza kuwa makubwa kuliko mahitaji yako, maana ya kwamba kipato chako kimeongezeka, lakini mahitaji yako ni madogo. Hatua hii watu wengi huifikia eh. Ni hatua ambayo ni nzuri, ambapo una uhakika wa kutatua mambo yako bila kuwa na shida yoyote, kwa sababu pesa yako ni nyingi, na pesa ulionayo unaweza ukatatua kitu chochote kwa wakati wowote bila kuhangaika hmm. hata kama ungetai labda ni hela ya kuweza kulipia watoto shule, hautaumiza kisho kwamba pesa inakitoa wapi, pesa utiari, kwa sababu pesa uko nayo tayari. Kwa hiyo utachukua pesa na kwenda kufanya malipo, kulipa ada kwa ajili ya watoto. Labda utakuwa na mgonjwa au utakuwa na umo, utachukua pesa na kwenda kupata matibabu bila kuumiza kwamba je natakiwa nipate milioni hiyo milioni nitaipata wapi kwamba pesa uko nayo, pesa hiyo utachukua na kwenda kufanya malipo na kisha uweze kupata nini, uweze kupata tiba. Hii ndio hatua ya sita ambayo mapato yamekuwa makubwa kuliko mahitaji yako, na umeshatengeneza pesa nyingi, una akiba ya kutosha, eh? mahitaji yako ulionayo ni madogo, lakini fedha unayotengeneza ni nyingi. Hatua ya saba hii ni kuwa na fedha nyingi. Kwa lugha nyingine ya kawaida tunaweza kusema kufikia hatua ya bilionea na matilionea, yaani kufikia hatua ya ubilionea na matilionea, yaani eh, hatua hii ni watu wachache sana ambao wanaweza kuifikia. Wengi wao ni ngumu kuifikia, kwa sababu hatua hii inahitaji misingi mikubwa sana ya kifedha ili uweze kufikia hatua hii ya kuwa na fedha nyingi ya kufikia hatua ya matilionea ama bilionea. Pesa hizo sio za kuisha leo, ni pesa ambazo zinakaa vizazi na hata vizazi, ni pesa ambazo zinakaa kwa muda mrefu sana, si pesa za kuisha leo, kwamba utaanzisha leo biashara le na biashara yako itakufa. Hapana, hiyo ni kutokana kwamba utakuwa umeshaiwekea misingi. Mfano mzuri mwangalie marehemu Reginald Mengi. Reginald Mengi ni mfanya biashara ambaye alianzisha biashara zake, lakini hadi amekuja kufariki biashara yake paka sasa hivi inaenda, imezidi kusimama vizuri, iko vizuri sokoni. Kwa hiyo Ukiangalia mfano huo unaweza ukajifunza kitu ama ukapata kitu. Mwangalie Bakresa, mwangalie Bridget. Hawa wote ni watu wa design hile hile ambao tayari wamekwisha tengeneza mifumo ya fedha na pesa yao inaingia bila hata wao kufanya kazi, kiasi kwamba hata asipofanya kazi ndani ya miaka mitano miaka minne miwili sita pesa itaendelea kuingia, na ili uweze kufikia hatua hii lazima uweze kujiweka kikamilifu kwa Mwenyezi Mungu. Hatua hii huwa ni ngumu sana watu kuifikia, baadhi ya watu tu wanaweza kuifikia, lakini kama utajiweka kwa Mwenyezi Mungu na kuhakikisha kwamba unaweza kuwasaidia wale wenye uhitaji eh, wasiokuwa na mahitaji eh, kama wengine wanavyofanya kwamba wanawasaidia kulipia, kulipia ada za vyuo kulipia ada za shule eh, na wengine wanawasaidia watoto yatima na watu wenye makundi maalum. mm, Mungu anabariki eh, kiasi kwamba fedha yako itaendelea kukaa na kuongezeka kabisa na siku hata baada ya siku. Lakini pia nikukumbushe, kama ndio mara yako ya kwa kwanza kabisa unatembelea channel hii, hakikisha una subscribe, hakikisha una usu alama kengele ili kila wakati taarifa zetu uweze kuzipata kirahisi zaidi. Jina langu ni Kasus Mwanga.